Unajua, sasa your excellency, kuna watu wengine walipatiwa kazi na wamefanya hiyo kazi wakashindwa. Walikuwa na position kama yako, ukiwauliza ile kazi walifanya, hakuna kitu wanaweza onyesha, wana complain. Wewe umetoka nje umekuja kuwempawa hawa vijana na wamama na wale watu ambao hawajiwezi, lakini hiyo pesa ile walikuwa nayo walichukua wakapelekea mafamilia zao, hawakuwakumbuka nyinyi. Sasa nyinyi mnataka hawa wakwende ama mnataka sisi tukuje tuseme wakwende, wakwende? Na wanakuja hapa wanawapatia story mrefu, wanawaambia maneno ya 2027. Niwaulize, mnataka barabara ama nyinyi mnataka mushene? Mnataka barabara ama mdomo tupu? Nimefurahia kusikia hapa mmeongezewa mpaka pesa ya stima, barabara ambayo maraisi wote hawakuweza kumaliza nani atawamalizia hiyo barabara? Ruto. Nani atawamalizia hiyo barabara? Ruto. Na sasa nyinyi mnataka mpango ya kando ama mnataka William Samoei Ruto? Ruto. Ruto. Na naona hapa kuna wamama sasa, niwaulize wamama, hai? Hai. Sasa ukiwa na mzee mkikosana, unaenda huko nje ukiambia watoto hata hakuwa ile maneno hakuwa anafanya, si naonesha wewe ni mama huna kichwa mzuri, si ndio? na kwa hivyo mimi ningewaomba sana. Tumekuja wajumbe wengi, mimi ni wa chama cha Jubilee, tukiwa na Rachel, mjumbe wenu, wako chama ingine, wengine UDA wengine independent, lakini tumesema siasa kando, maendeleo kwanza kabisa. Na mimi nataka kuwauliza huyu Fabian, mheshimiwa wenyu, mnamtuma afanye kazi na William Samoei Ruto, yeah? Mmempatia ruhusa, yeah? Hebu tuone kwa mkono, mmesema afanye kazi na William Samoei Ruto, asante na